Unasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka 1 TV, ikiwa ni tarehe 30 za mwezi wa 12 2025, saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka 1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira: mapigano makali yafanya raia wa Katongo Kigongo kukimbia ya makazi yao. Kinshasa: wabunge wa taifa wapingana na uwepo wa hali ya dharura mikoa ya Kivu ya Kaskazini, Kusini pamoja na Ituri Maniema, M23 akamatwa kwa kujaribu kuwapa rushwa wazalendo maeneo ya Matete kwa Maza. Na mkumbuka, operesheni saidia muzalendo bado iko kunaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo uko naziona kwa screen yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea mwangaza TV ambako utakutanana na matukio yote ambayo yako nazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira ambako mapigano makali yafanya raia wa Katongo, Kigongo, Kabimba kukimbia makazi yao na kuingia kati kati ya jiji la Uvira. Hali ya usalama inazidi kuwa mbaya jijini Uvira, kusini mwa jimboni Kivu ya kusini mbako takribani wiki nzima sasa hii kunaripotiwa mapigano kati ya magaidi wa M ishirini na tatu na wapiganaji wa serikali FRDC, huku wakishirikiana na wazalendo. Mapigano hayo ambayo wiki iliyopita yaliingia maeneo ya Makobola baada ya vikosi vya serikali kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kuweza kuwakunguta vikali magaidi wa M ishirini na tatu na kuwarudisha nyuma lwanga ya Kigongo na maeneo mengine, raia wa maeneo hayo wameonekana kukimbia makazi yao huku wakiwa na hofu mioni mwao kulingana na hali ya usalama mdogo wanaoendelea katika hayo maeneo. Kwa sasa, asilimia kubwa ya wakaaji wa hayo maeneo wamekimbilia ndani ya jiji kuu la Uvira huku wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakidhibiti milima ya nyanja ya juu barabara na wakiwa na nia ya kusonga mbele hadi katikati na kuondoa magaidi wa M23. Kwa upande wa magaidi wa M23, wao wanaonekana kujificha ficha ndani ya majumba ya raia, huku wengi wao wakiwa tayari wamekwisha kuvua nguo zao za kijeshi na kujificha mahala ambako hapajulikani. Kwa upande mwingine majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wanaotaka raia wote wa jiji la Uvira kuweza kutulia majumbani kwao, maana hayajulikani siku wala saa ambako mapigano makali yataingia katikati ya jiji la Uvira ili kuweza kuwaondoa kabisa magaidi wa M23. Natatu wakimbizi wale, Yo watu wanakimbia hapo kutoka Katongo kule maki moto na waka saa ileo hii

saiba uko wanapita la migulu lakini wakikimbia na wengine wanapita la magari, njo habari hiyo yemi naona hapa na kwa ange ange. Basoda wanaanza toka wanaanza toka, wanapita va mingi barabara, wanaenda ngambo ya nani, ngambo za parkingi wanapita wanaenda kabisa, bamigulu na wengine wakikimbia, na wengine magari wanapita, vanapita mingi sana, tena sana eh, wanapita vanapita mingi sana nakushina mnashinda bia siyo va mwizi vayomba vale vanatoka za kanima vengi vakonaenda, wako naenda za kavivira, wanatoka za kuzoni wako naenda za kavivira hey. Ndio wanafika mkilala mlongo wanazitandika, bako murongo wako vengi kabisa hey. na baada ya taarifa hizo kutoka Uvira tuingia jijini Kishasa ambako wabunge wa taifa wapingana na uwepo wa hali ya dharura mikoa ya Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini, pamoja na Ituri. Wabunge wa taifa jijini Kishasa, huku wakielekea kwenye mapumziko yao ya kibunge mapumziko, hayo yanafanyika kila mwisho wa mwaka, ambako wabunge wanakwenda majimboni kwao kukutanana na waliowachagua huku wakichukua malalamiko ya wananchi na kuyapeleka kwenye bunge la Kishasa maarufu kama vacance parlementaire. Kabla ya kuweza kufunga kikao cha mwisho cha bunge, wabunge waliweza kulalamikia serikali kwa nini inataka kuongeza tena hali ya dharura mikoa Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini na Ituri, huku pia wakidhamiria kuweza kuweka hatua hiyo hiyo mkoani Kivu ya Kusini wakati magaidi wa M23 wameonekana kudhibiti maeneo kaza wa kaza katika mikoa hiyo. Kwa nini serikali inashindwa kufanya hatua muhimu na kubwa ya kuwaondoa moja kwa moja magaidi hao wa M23? Huyu hapa mbunge wa kitaifa akitumaini akizungumza kwa uchungu ndani ya bunge la taifa jini Kinshasa. Le membre du bureau, honorable député, cher collegue

na mnaendelea kusikiza Amka na Baraka1 TV kutoka Australia, Canada, USA, Europe Central pamoja na East Africa. Hii ni Baraka One TV. Shide Kizenga, Tembele Kingsele, Kizabe ayeba mashaka ayamba, Dedone Butoto Biondo, Kilamba Maawe, mzee wa state ya Maine, Dafeza Dalitesha, Asha da Arwin akiwa anasikiliza Baraka One TV, Kashosi kutoka Australia, Asokolo ayeba mashaka ayamba, Asani Ramadhani akisikandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Elisha kutoka Nairobi, Emanuel Mang'ombe, wazee wa Kakuma wakiwa wanasikiliza Baraka 1 TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko jijini Kishasa, tuingie mkoani Manyema ambako M23 wakamatwa kwa kujaribu kuwapa rushwa wazalendo, wa zalendo Bwana mmoja ambaye anajulikana kwa majina ya Papa Gerard ambaye alikamatwa na wazalendo maeneo ya Matete kwa Wamaza akijaribu kutoa hongo kwa wazalendo wa anaongozwa naye Kamanda General Virisi, lengo lilikuwa ni kuweza kuwashawishi wazalendo waweze kuacha njia wazi kwa ajili ya kupita kwa magaidi wa M23 kuingia katika maeneo yao. Msemaji wa kundi hilo ambaye ni Estra bwana Jafari Kifutu amezungumzia hayo, huku bwana huyo akiwa katikati ya wazalendo, wanasema kwamba alikuja akatwambia kwamba atatutajirisha ili tuweze kuwa matajiri na tuwe tayari kutumika na M23, tuachie njia na, na ana pesa ambazo atatupatia kwa ajili ya shughuli hiyo. Sisi hatuwezi kula rushwa na hatuwezi kuangusha taifa letu na ndiyo maana tumemkamata kwa lengo la kuonyesha jamii ya mataifa na kimataifa kwamba wanaosaliti taifa ni watu watoto wa nchi wenyewe. Na huyu bwana lazima atafikishwa kwenye vyombo mahususi, kwenye vyombo husika vya sheria, ili aweze kuwajibika kwa makosa ambayo anayafanya. badmnaona pale ndio birode na S3 Escortage Viris Mingazi hapa toko matete na mimi umekusema hapa ndio niko SD Jafar kifoto maza mangu tu. Leo ule papa unamwona mbiko naye pale, ule papa jina yake anaitwa papa Jera. Ule papa antembezaka magari, ile magari yenyewe anatembezaka, alikuya kwa influencer General Viris Tanigale Force ni muzalendo wa hapa kwetu Kabambari. Alikuwa kumwambia kama juu ya akwe influence atapata pesa mingi makuta mingi yenye bale ba M23 batamutuma nayo. Papa njo yeye atatumenisha sasa. Sie kwa uchungu wa watoto wa Kabambari, mwenye kusema hapa ni mimi SD Jafari Kabala.

Na mie SD Jafari kabala awamaza manguti wa yulu mtoto Salumu njo tulimufunga jana. Mie njo mie Jafari nimgamati kamufunga na SD Jones kamufunga nikamutia mukontenel mu renseignemant ajijileta mwenyewe banduku ya mingi, mutafatilia M23 enania influence ina pita inapita huyu tunafunga, tunasubiri juska la nouvelle ordre. Na hivi kwa leo, iko atadire trouver chef de ta major teklere, anamwita juska menaki ingazi. Banduka, banduke kabambari, batoto kabambari, tufungule macho, tufungule macho, tuone kinyiki kiko E, tuko na uchungu wenu bote, wanyie bote, watoto wa Kabambari, ndio tuko tunafanya hivi. Mimi mwenyewe naitwa Jafar Simbajini, kifutu kifutu, tundamulila bangu wa kutumba halingi njoele watoto wa Kabambari. <tune> <tune> <tune> Kama viko vanaenda vide, hiyo ni ma strategi, ni ma strategi manake wanaenda wanazipiga juu juu yaani waonesha wa kama wazalendo wako nenda wanakimbia kisha wanapita wanarudia wanapiga tena korosi wanarudia. E, pale msione eti kama wako naenda. Wako wanarudi tena hapo na strategy. Wazalendo vyote wanavichua strategy ya kijeshi. Msijidanganye eti wanaenda wako naenda wanasipiga juu pale niku... ae kutaka kudistrair wakichafika ee, kule mbele wanapita wanazifunga, watapiga tena wanarudia kwa, kwa kimya kimya tu wanarudia ee, tena nyuma. Sasa pale wale wa vijana ni kukuja mtuto kwenda mbele, mtuto kwenda mbele. Hakuna hakuna vitu vya kusema o oh, walisha aenda. Tuingie kwa nani kuingia na, na mtuto kabisa ee, na mumsaidie kabisa wale watu

les agresseires les les nompa profite mais les mauvais, ni bale bakongole be balidiunga kwabo kwa kubapa kwa kwa sutien so de gra ov puiske anokenjur nendelia kukuambia bio uko, uko kaka yangu akuna siku munya Rwanda aneza agrese Rwanda kisha ambie bakongole mukuye mu diunge kwangu munisaidie kwa kupika Rwanda balienda mule, balifanya zambi ya asili. Haupashwe piga bulongo ya bababu ya ya da yako, ata kidogo, ata ata ata yeye, ata yeye asirikire Monsieur, ata sirkule na 2 milliard de, de dollars mekameme hayapiga risasi mw inchi ya mababu zake, na mina endelea kuisema, na mina endelea kuisema lipua A,

na kukichwa ya bale bote kila mwikua msutenir ile damu ya ikuwa na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Tuko tarehe 30 za mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na mbili asubuhi majira ya subuhi, Afrika Kati. saa moja majira ya Afrika Mashariki. Hii ni amka na Baraka 1TV. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na na matukio mengine yote ambayo yakozidi kurindima mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni ndugu yako Rajab Akili Kabonga, the one and only town DJP. Tukutanani majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. Bye bye.